Ukiwa na hizi changamoto kumbuka kwamba mimba yako inaweza ikaharibika muda wote, yaani mimba zako zinakuwa zinaharibika mara kwa zina mara. Mwanamke ambaye ana changamoto ya ni hormone imbalance, hormone imbalance changamoto ambayo inaenda kuharibu ule ukuta wa mimba, hasa ile hormone ya progesterone inavyokuwa imeharibika, inashindwa kushikilia ukuta wa mimba na kupeleka mimba yako kuharibika muda wote ule. Lakini pia ukiwa na changamoto ya maambukizi ama infection ya PID katika mfumo wako mzima wote wa uzazi. Mwanamke yote ambaye akiwa na hiyo infection ya PID kwenye mfumo wake mzima wa uzazi, lazima akishika mimba, mimba yake inaweza ikaharibika, mimba zake zakuwa zinaharibika mara kwa mara. Lakini pia ukiwa na changamoto ya uvimbe kwenye kizazi pamoja na changamoto ya kansa kwenye shingo yako ya kizazi au mirija yako ya uzazi kuziba, hivi inapelekea mimba zako kuwa zinaharibika mara kwa mara. Sasa basi, uh, kama wewe ni mmoja au ni mhanga wa wanawake ambao wanapata changamoto mimba kuharibika mara kwa mara chukua namba yangu ya simu nitafute moja kwa moja, Neema na uzazi nitakupatia package maalum ambayo itakusaidia moja kwa moja kuweza kuondokana na hiyo changamoto, sababu ni masudana wake wengi sana ambao wanapitia changamoto kama ya kwakwa na sasa hivi wamerudi katika hali zao za kawaida, na pia wanafurahia ndoa zao vizuri kabisa.